Hanan ya 2020 si Hanan ya leo. Hanan imebadilika sana. Imebadilika kwa sababu tupata ushirikiano mkubwa kutoka kwa wale wa mkuu wa mkoa. Viongozi wote angazi ya mkoa, lakini tumepata ushirikiano mkubwa kweli kweli kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya na timu yake yote. Mara zote mheshimiwa rais amekuwa akitupa watu makini kweli kweli. Sasa tunataka kuhamishia yeye ameivaa hapa. <tuhumbe> Na wakurugenzi ambao mheshimiwa rais alikuwa akitupatia kwa kweli wanaitumikiana kwa moyo kuu. Wakati mwingine anaugua, lakini anafikiria namna gani kazi zinaenda. Tunamshukuru kwa mchango wao. Lakini kwa idara, mara zote nikiwa na jambo Dodoma huko, ni mafaili yetu, wamekuwa wakinipa ushirikiano. Lakini niwape imani, waheshimiwa madiwani tumefanya kazi. Hanang tuliyopokea 2020, si Hanang ya leo 2025. Yale ambayo hayajafanyika tuweke kwenye mipango, tuendeni tukatangaze kazi nzuri iliyofanywa na daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tulichokiomba daktari hakuwa mzito wa kutupatia. Tukitembea mjini Katesh kwa sasa usiku, taa zina waka nyingi tu. Barabara za lami mpaka ukishoroni zipo hazikuwepo. <coughs> Tumeanza kutumia stendi mpya ya kisasa kana hiyo yote hakuna. Baada <coughs> ya kuwa tunalia maji usiku na mchana, lakini <coughs> <coughs> mamlaka ya mji kwa maana ya kata nne tunaelekea kwenye asilimia 90 sasa. Kazi <coughs> hii imefanyika kwenye kata zetu, maeneo mbalimbali. Yawezekana kwenye sehemu moja au mbili kuna mambo ambayo hayajakamilika tulio ya hii tunayo ya kwenda kusema kazi tulionayo kwa sasa, tuwaaminishe Watanzania kwamba Chama cha Mapinduzi ambayo ilani yake tulinadi kwa pamoja, kiaje marafiki zetu wawili wa Kalanda na Nubeta, kazi ile tuliowaahidi wananchi imefanyika kwa asilimia maeneo mengine mia na hamsini, na hii ni usikivu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan angarishe yaliyofanyika, Kutengeleze njia kwa ajili ya yale yajaye, kwa sababu tuna rais msikivu, na mimi sina wasiwasi, Novemba tutaenda kumpa asilimia tisini kwa hamu. Mbele tukaseme kazi nzuri. Usihofie nani amepita usiku, tusihofie aliyepita saa mbili, tusihofie aliyepita saa kumi na mbili asubuhi, kwa sababu sisi tumefanya kazi, tumefanya kazi amaish tukaeleze kazi tulizofanya. <coughs> tulizofanya Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikuombe tuwa kipindi hiki cha siasa, wenzetu watendaji mtusaidie. Wakati mwingine tunao wanasiasa wenye nia ovu, wanafanya harakati miraji, si kwa sababu tu labda Manasi asipate kura, labda Roza asipate kura. Ninaomba tusimamie zile taratibu. Wengine wanaanza maeneo ambayo hakuna mgogoro, wanatengeneza migogoro Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta shilingi milioni 250 kujenga kituo cha afya, hii eneo limetengwa aamakati, watu wanasema leo kuna mgogoro, nakuta siasa zimeingia kupembeni. Siasa zetu tuacheni, pambane na siasa na mimi kwenye maendeleo bora, nikose kula, ila kazi ya wananchi ifanyike, kwa sababu tunaomba hizo nafasi ili tuwatumikie wananchi.